Shalom shalom! Kwa majina, anaitwa Pasto George Mukabwa, mchungaji wa kanisa la Jesus Restoration Center Mwanza, Tanzania. Nataka nichukue fursa hii ni kukaribishe katika kipindi chetu maalum cha Njoo Tusemezane, na ukitaka niseme tutasema tena. Kipindi hiki ni maalum kwa ajili ya kujenga katika imani, kipindi cha kujenga ufahamu wako, ili umjue Mungu kwa karibu zaidi. Neno la Mungu linasema ninakuweka, kuweka kwa mikono ya neno ambalo lina uwezo wa kukujenga na kukupa urithi kati ya walioongolewa. So kila unapotaka kupata urithi wako unaupata kupitia neno. Karibu, changamkie kipindi hiki, mkaribisha na mwingine, mwalike na mwingine, ili tujenge ufahamu wetu na maarifa katika neno la Mungu. Karibuni. Shalom msikilizaji wangu, nataka nikukaribishe tena katika awamu hii ya somo letu ambalo ni endelevu, nguvu ya kuomba na kufunga. Kumbuka kama umekuwa ukinifuatilia katika masomo ya nyuma, nimekuonyesha Mungu anatafuta nini katika kufunga kwako. Mungu kuna vitu anavyovitafuta katika kufunga kwako, kila unapofunga ili aweze kukusaidia Kumbuka, nimekupa neno lake katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya kumi na sita na mstari wa tisa anasema macho ya Bwana yanatembea hapa na pale akitafuta mtu ili ajionyeshe mwenye nguvu kwake. So Mungu anatafuta mtu wa kumwinua. Mungu anatafuta mtu wa kumpigania. Mungu anatafuta mtu ambaye anaweza akabadilisha maisha yake. Mungu anatafuta mtu wa kumponya. Na mimi nashangaa na wewe unamtafuta Mungu, lakini kuna vitu ambavyo ukiweka katika mfungo wako, ukihusisha katika mfungo wako, lazima mkono wa Mungu utakutana na wewe. Vitu hivi nilivitaja ni vinne katika masomo yaliyopita. Tulisema cha kwanza, Mungu anatafuta ile kujinyima, eh? Lazima ujifunze kujinyima katika mfungo lazima uwe tayari kujinyima, jinyime chakula, jinyime usingizi kiwezekana, jinyime marafiki, muda na marafiki, jinyime muda na simu, ili utenge muda wa kutosha wa kuomba na utenge muda wa kutosha wa kusoma neno la Mungu na kumsikiliza Mungu. Mungu akiona hiki, lazima uchangamkie mfungo wako. Pati namba mbili, Mungu anatafuta ule unyenyekevu Lazima ujifunze kunyenyekea. Unyenyekevu wa mfungo sio kwa sura, kama tulivyosema. Unyenyekevu wa mfungo namba one ni utayari wako wa kubadilika. Unapokuja kwa Mungu unakuja na kwamba Mungu, nipo tayari kubadilika, utakachosema. Ukisema niache hiki, nitaacha. Ukisema hiki nakosea, Mungu nipo tayari. And then unyenyekevu wako katika mfungo ni ule utayari wa kurekebishwa. Je, upo tayari? Mungu anaweza Usiwe mgumu, usiwe na moyo mgumu, ambao Mungu akichukua juhudi ya kukurekebisha atakuwa ni kama amekupoteza. Utayari wako wa kurekebishwa, hii ndio inaitwa unyenyekevu, ambao Mungu anaku, anautazama katika mfungo wako. Vile vile ni ile hali ya kuhitaji msaada. Unyenyekevu ni ile hali yako kwa kweli, unahitaji msaada kabisa, unatamani Mungu akusaidie, unatamani Mungu akuvushe Mungu akutetee. Vile vilevile, kitu cha tatu ambacho Mungu anatafuta katika mfungo wako ni kumtegemea. Yani ufike mwisho, umefika kiwango ambacho unaona kabisa Mungu, pasipo wewe mimi sitaweza lolote, usiponisaidia wewe, kwa kweli mimi sina msaada. Unapofika kiwango cha kumtegemea Mungu kwenye mfungo, Mungu wako yuko tayari kutenda na wewe bati. Kitu cha tatu tulisema Mungu anatafuta dhabihu, anatafuta tafuta dhabihu Mfungo wako unakugharimu nini? Lazima ndugu yangu uweke dhabihu katika mfungo wako. Dhabihu ni kujiuna, ile hali ambayo unagharamika katika kumtafuta Mungu. Hakuna kitu kizuri ambacho hakina gharama, na, na vilevile hili jibu unalolitaka, huu muujizo unaotaka lazima uwe na gharama. Gharama hii itakuwa ni gharama ya kuamka alfajiri, itakuwa ni gharama ya kukesha, itakuwa ni gharama ya kufunga muda mrefu. Saa ingine umefunga kavu, aunywi maji, hauli kwa sababu tu unatafuta kitu fulani kutoka kwa Mungu, unatafuta msaada fulani kutoka kwa Mungu. Na nimekufunza pia baraka za mfungo, nimekuambia mfungo utakomesha uovu. Mfungo wako unakomesha uovu, unapofunga uovu unakoma kabisa, na ndicho Mungu anachotaka kutumia mfungo wako kufanya. Na nikakuambia pia mfungo wako una uwezo wa kuondoa matatizo sugu. Leo hii nataka nisonge na wewe, ni kuonyeshe mfungo wako unafanya nini. Mfungo unamchochea Mungu kuingilia kati. Kila unapofunga ni kama mwaliko, ni kama umemwalika Mungu. Mfungo ni kumtafuta Mungu kwa undani sana. Kufunga inamaanisha umeamua kumtafuta Mungu na moyo wako wote, umeamua kuweka bidii yako katika kumtafuta Mungu ili akupe jibu. Matokeo ya mfungo huo ni Mungu kuingilia kati. Mungu ataingilia kati uchumi wako, Mungu ataingilia kati afya yako, Mungu ataingilia kati ndoa yako, Mungu atakutetea pale pale. Ukisoma Biblia yako kitabu cha Yeremia ishirini na tisa mstari wa kumi na tatu hadi kumi na nne andiko hili lina nguvu sana kwa ajili ya kufunga. Anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Yani umeongeza juhudi katika kumtafuta Bwana, umeongeza bidii katika kumtafuta Bwana, umeongeza dhabihu katika kumtafuta Bwana, anasema nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya nyinyi niki, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana, nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. So, anasema mkinitafuta kwa mioyo yenu yote. Ndio njia ya kufunga, hii ndio inayoleta kufunga. Anasema mkifanya hivyo, mkinitafuta kwa moyo wenu wote mimi nitaonekana kwenu. So kufunga kwako kunasababisha Mungu kuingilia kati, brother. Kama una kitu ambacho unataka Mungu aingilie kati, una kitu ambacho unatamani sana Mungu aweze kukusaidia, Mungu ahusike kuingilia kati ni Mungu kuhusika, dada njia unayoweza kufanya ni kufunga. Jifunze kuomba na kufunga. Unapoomba na kufunga, na uhusishe hivi vitu vinne ambavyo nimekufundisha pale juu, vinakusaidia kumpata Mungu ili aweze kuingilia kati na tatizo lako linakuwa ni ndogo. Kitu cha pili ambacho mfungo unafanya kwako, mfungo unakuwezesha upate nguvu za Mungu. Katika kuomba na kufunga utazipata nguvu za Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu, Una matatizo ambayo utakutana nayo, yale matatizo hayawezi yakaondoka kwa hali ya kawaida, lazima yaone nguvu za Mungu zinatenda katika maisha yako. Mtu mmoja alitufundisha na akasema, shetani lugha peke yake anayesikia, shetani asikii lugha ya dini yako, shetani hatasikia saa nyingine hata lugha ya cheo chako. Shetani anataka asikie nguvu za Mungu zinatenda kazi kwako. Ndio sababu katika kitabu cha Zaburi sitini na sita na mstari wa tatu anasema mwambieni, Bwana matendo yako yanatisha kama nini! Kwa wingi wa nguvu zako adui zako wanajinyenyekesha wenyewe. So kuna mahali ambapo mwana wa Mungu utahitaji nguvu za Mungu zionekane, nguvu za Mungu zihusike katika jambo ulilo nalo Nguvu za Mungu zihusike katika mapito ulio naye ndio utoke, na moja wapo ya kazi ya mfungo ni kukusaidia ili uweze kuzipata nguvu za Mungu. Ukiangalia katika Luka sura ya 24 na mstari wa 49, gharama unayolipa kupata nguvu za Mungu moja wapo ni kuomba na kufunga. Luka 24:49 anasema, Yesu anasema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kaeni, sio vizieni, sio piteni, sio muweze kubibu. Hapana, kaeni. Utakapokaa mbele za Mungu utavikwa uwezo unaotoka juu, utavikwa nguvu za Mungu zinazotoka juu. Hizi nguvu zitaanza kupambana na matatizo fulani hata yaliyofichika katika maisha yako. Maombi yako yatakuwa na nguvu, maneno yako yatakuwa na nguvu, matendo yako yatakuwa na nguvu, na pale uwezo wa Mungu utakapofika, tayari jibu lako limepatikana. So kazi ya mfungo ni kwa ajili ya wewe kupata nguvu za Mungu. Unamkumbuka Yesu alipopanda mlimani siku arobaini na usiku arobaini Neno la Mungu linasema na Yesu akarudi na nguvu, au na uwezo wa Roho Mtakatifu. Alirudi na uwezo wa Roho Mtakatifu, alirudi na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Alipanda mlimani kwenda kuomba na kufunga. Kama Yesu anahitaji kuomba ili akaweze kuchochea nguvu za Mungu, akaweze kuvikwa nguvu za Mungu, wewe na mimi tunahitaji zaidi, tuweze kujifunza kuomba na kufunga ili utoke kwa vifungo fulani vya kifedha ambavyo vimekuwa vigumu na vinangoja nguvu za Mungu zitende kazi kwako ili uweze kuzishinda, na ndio sababu ya kuomba na kufunga so, unapoomba na kufunga unaletwa katika viwango vya nguvu za Mungu. Usisahau vipengele hivi viwili ya kwamba kuomba na kufunga inamsababisha Mungu kuingilia kati Mungu mwenyewe anahusika. Mungu mwenyewe atasimama. Mungu mwenyewe atataka ajihusishe na hali unayoipitia, na vile vile, namba mbili, kuomba na kufunga kunazileta nguvu za Mungu katika hali yako, ambapo utapata ushindi kwa urahisi. Kuomba na kufunga kunafanya nini katika maisha yako? Kuomba na kufunga inakuwezesha kutunza ule moto wako wa ndani katika kuomba na kufunga utakuwa na uwezo wa kutunza moto wako wa ndani, mtu wa Mungu. Mapigo mengi yanayofanyika kwa wana wa Mungu, mateso mengi unayoona yanafanyika hata kwa warokole saa nyingine hata kwa watumishi wa Mungu, ni hali ya mtu wako wa ndani. Mtu wa ndani au moto wako wa ndani ukipoa, ukizima, adui anakuwa amepata mwanya mkubwa sana, ambayo anautumia ili aweze kukupiga kiroho. Kumbuka, kila siku unapokuwa unatumika, kila siku unapoendelea na shughuli zako, unatumia uwezo wa Mungu, unatumia ule uwepo wa Mungu, na kidogo kidogo unaachia. Unahitaji ujifunze tabia ya kujichochea kiroho, na ndio sababu ya kuomba na kufunga. Ukitaka uishi maisha ya ushindi siku zote, lazima ujifunze kutunza ule moto wako ndani. Nitakuonyesha andiko hapa ambalo andiko hili linakuwa ni la uamsho sana kwangu. Biblia inasema katika kitabu cha Zakaria sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa pili. Nataka uliangalie ile andiko kwa umakini sana. Zakaria sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa pili, neno la Mungu linasema kisha, akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Yoshua ni kuhani, amesimama mbele ya malaika wa Bwana lakini angalia kinachofuata, anasema na shetani amesimama mkono wake wa kuume, ili kushindana naye. Kuhani wa Bwana, lakini shetani amesimama kwa mkono wake wa kuume, hajasema wa kuume. Inamaanisha adui amekushika babaya, adui ana, ana, anavuruga vitu vyako vya kutegemea sana. Adui amekushika anakupiga, ana maeneo ambayo maeneo haya ni ya kutegemewa sana. Biblia inasema Bwana akamwambia shetani Bwana na kukemee ewe shetani. Naam Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Nao ukiangalia hili andiko linakuonyesha mtu ambaye anapigwa ni Yoshua ambaye ni kuhani wa Mungu, alafu linakuonyesha alichokuwa anafanya shetani, amekaa kwa mkono wake wa kuume. But vilevile andiko hilo hilo linakuonyesha kwa nini shetani alipata nafasi ya kufika kukaa kwa mkono wa kuume kwa Yoshua. Adui alipata nafasi kwa sababu Biblia inasema ewe naam Bwana, Biblia inasema Bwana akamwambia shetani, Bwana na kukemea ewe shetani, naam Bwana aliyeuchagua Yerusalemu na kukemea. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? ili afike mahali pa kumpiga huyu mtumishi wa Mungu mpaka akae kwenye mkono wako wa kuume mpaka amvalishe vazi chafu. Huyu bwana alikuwa ametolewa motoni, alikuwa amezima moto wake, wa kiroho ulikuwa umezima, hawezi akaomba tena, hawezi akasoma tena. Kila anaposhika bibilia anasinzia, kila anapoenda kuomba anasinzia, anasikia uzito, anawekwa kwenye shughuli ambazo hawezi akaomba, kwa sababu hii moto wake wa ndani ulikuwa umezima, na ndio sababu adui alipata nafasi mpaka ya kukaa kwenye mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Akijaribu kufungua biashara, anaiangusha. Akijaribu kuingia kwenye mahusiano, anayaharibu. Akijaribu kuanzisha kazi, inaharibika. Ndiyo maana ya kushindana naye. Lakini Mungu anasema kilichosababisha hii hali ni kwa sababu Yoshua alitolewa katika moto, mikinga kilichotolewa katika moto. Sasa wewe, kama mwana wa Mungu unapotaka utunze moto wako wa ndani, ni lazima ujifunze kuomba na kufunga, unapopata nafasi ya kuutazama uso wa Mungu mara kwa mara, utakapopata nafasi ya kuomba na kufunga umejinyima. Kinachosababisha uchovu ulionao ni kwa sababu ya chakula, ni kwa sababu ya usingizi, lakini unapoacha uka kula, ukakata kula, ukajinyima nafasi ya kula ili uwezeshe mtu wako wa ndani, anapata nguvu kabisa ya kuweza un kukusaidia anapata nguvu kabisa ya kuweza kukuinua, anapata nguvu ya kukujaza tena. Kama utasoma kitabu cha cha kama utasoma Waefeso sura ya tano na mstari wa kumi na nane Biblia inasema, na mjazwe Roho Mtakatifu. Mjazwe ni juhudi yako, so kuomba na kufunga ni njia moja ambayo unachochea mtu wako wa ndani unajiweka tena katika moto wa Mungu, ambao utakuweka uovu mbali na wewe, utaweka mapigo mbali na wewe, utaweka changamoto mbali na wewe. Inawezekana mama, kwenye familia yako nyinyi wote mmepoa, baba amepoa, mama amepoa, na kwa sababu hii shetani ameingia, anavuruga watoto, anavuruga biashara yenu. Hebu mmoja wenu apatikane tu ajichochee kiroho akaweze kujiingiza katika moto wa Mungu ili ulinzi upatikane kwa ajili ya biashara yenu, ulinzi upatikane kwa watoto wenu, ulinzi upatikane kwa familia yenu. Nataka nikupe mfano mzuri. Unapokuwa na mkaa umewashwa alafu haujapepetwa, mkaa huu utawaka kwa muda alafu baadaye unacha majivu. Majivu haya yanakuwa mpaka ni uchafu majivu haya yanauzima hata moto mdogo uliokuwepo. Ndivyo inavyofanyika unapokuwa Mkristo ambayo huna maombi, huna neno, huna ibada. Matokeo yake ni kwamba unajaa majivu. Majivu haya ni kazi za shetani hizi ambazo zinazima kila kibali ulichokuwa nacho zinazima kila neema uliyokuwa nayo. Lakini unapoanza kuomba na kufunga ni kama kupepeta huo moto, kale kamkaa kadogo ambako kamebaki na moto, katakapoanza kupepetwa, kanaanza kujichochea, kanaanza kuwaka tena, kanaanza kutoa cheche, na kidogo kidogo moto unakuwa mkali. Huwezi ukaona nzi pale, huwezi ukaona mende pale. Kwa sababu gani? Moto umerudi. Na kwa sababu wadudu, kwa sababu hiyo, wadudu hawa hawawezi wakaja karibu na wewe so kuomba na kufunga inachochea e, ule moto wako wa ndani na ndio sababu Yesu anaambia wanafunzi wake nendeni mkadumu mkakae pale juu mkanisubiri mngoje kabisa ili mkaweze kuvikwa uwezo ili mkaweze kuvishwa tena nguvu za Mungu mkaweze tena kuvishwa moto wa Mungu kitu cha pili kuomba na kufunga inakuleta e, katika viwango vya ufunuo unapoomba na kufunga Mungu lazima atakufunulia Mungu atakuelekeza, Mungu atakuongoza atakuonyesha njia. Kaka au dada au mama au baba fulani, unapofika mahali hujui ufanye nini, haujui uchukue hatua gani, haujui uelekee njia gani, nenda kuomba na kufunga. Utakapoenda na kuomba na kufunga, inaleta ufunuo katika maisha yako. Katika Isaya hamsini na nane na mstari wa nane, Bibilia inasema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Pale ni kwamba Mungu ataanza kusema na wewe. Sauti ya Mungu itaanza kusikika kwako. Mungu ataanza kukuelekeza cha kufanya. Utaanza kupata ideas ni nini ambacho unatakana ufanye. Saa nyingine akili imeganda, adui ameifunika, haiwezi ikatenda tena kulingana na uwezo wake. Utakapoanza kuomba na kufunga, Mungu anaondoa kile kizuizi, Mungu anaondoa ule ufuniko, yule mungu wa dunia. Mungu anaondoa upofu wake. Unakumbuka Wakorintho wa pili sura ya nne na mstari wa nne. Anasema Mungu wa dunia hii amepofusha fahamu zenu. sa So, kuomba na kufunga inaondoa ule upovu, inaondoa kabisa ule mfuniko. Nuru ya Mungu inaingia pale, unaanza kujua cha kufanya, unaanza kueleke, kujua jinsi ya kuelekezwa. Roho Mtakatifu anapata uwezo wa kusema na wewe. Katika Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu na mstari wa pili anasema walipokuwa wakimfanyia Mungu ibada kwa kufunga, Roho Mtakatifu akasema nao. Mungu anataka kuelekeza, lipa gharama ya kuomba na kufunga. Na ndio sababu nachukua nafasi hii ni kukaribisha katika ratiba hii ya maombi na kufunga, itakusaidia sana, utaelekezwa. Mungu atasema na wewe, atakuonyesha mlango wa kutokea, atakuonyesha njia ya kwenda, atakuonyesha maamuzi sahihi ya kufanya. Karibu mtu wa Mungu, ungane nasi, karibu katika maombi ayo. Ni wiki ya kwanza tu, lakini tunaenda wiki tatu. Hii ni wiki ya kwanza tu, haujachelewa bado. Hata kesho bado unaweza, hata jumatatu bado unaweza, ili Mungu akuelekeze, ili Mungu akufunulie, vilevile ili mtu wako wa ndani achochewe. Hivi vitu vidogo vidogo vimekung'ang'ania, magonjwa ya leo, shida hapa na pale, mara madeni ambayo hayana haja kabisa, uhitaji ambao hauishi kwako, utaona hivi vitu vimeondoka. Kwa sababu moto wa Mungu utarudi kwako.